Mataifa kadhaa yamepanga kuitambua Palestina kama nchi huru katika Mkutano wa Umoja wa Mataifa utakaofanyika baadaye leo jijini New York. Mkutano huo utaongozwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa kushirikiana na Saudi Arabia. Kando ya Ufaransa, Ubelgiji na new Zealand zimeshatangaza au kuashiria kuitambua Palestina kama taifa. Jana Jumapili, Uingereza, Canada na Australia zilikuwa miongoni mwa mataifa ya Magharibi kuitambua Palestina. Awali, akitangaza mpango wa kuitambua Palestina, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema: So we will announce a tutatangaza kuitambua Palestina kama nchi, suala ambalo ni mwanzo wa mchakato wa kisiasa na mpango wa amani na usalama kwa kila mtu. Ujerumani, kwa upande wake, kupitia waziri wake wa mambo ya nje Johann Vadeful imesema juhudi za kupata suluhisho la mataifa mawili ya Israel na Palestina zinapaswa kuanza mara moja.